wameacha majumba yao kwa jambo ambalo halina haja, jambo la bid'a na uzushi, bali maasi. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala yubidina zina tahunna, wanawake hawatakii kudhihirisha mapambo. Yule anayosimama mbele anaimba katika steji, ana mapambo, yuko wazi, mabangili na mapeto unayoona sababu hakuvaa hijabu, kwa kinyanyua mikono akimba, wamekaa wengine ni mashekhe wanatazama. Hebu fikirieni, hebu fikiria watu wa bid'a walipofika hapa.

na kushikamana nao na kuwapandisha wjumbajikwa kuingia tu kwenye majumba, sehemu zenye wanawake, wake iyakum addukhula ala nisa. Kila pakasema araita araaita ya Rasulullah alham, wasemaje? Shemeji au ndugu wa mume akawa anaingia pale katika nyumba, mule ndani mna shemeji yake. Mtume akasema alhamu lmautu al, huyo shemeji ndio kifo. Waarabu akitaja kifo manake ni hatari, kikulacho kinguoni mwako. Waswahili wasema, yule si ndugu yake yule mumewe kumbe ndo aharibu mambo huko ndani. Mtazameni hadithi hii ya kuingia tu kwenye nyumba, hata nyumba ya kaka yako, mule ndani kuna mwanamke. Mtume anasema acheni kuingia, alafu wanawake wametoka na wanaume wameingia holini, alafu hiyo ni madahurrasuli. Wallahi angekuwa kuna watawala wa Kiislamu hawa ni mashekhe, watakuwa watu wa bakora, na hivi vikundi vyote viwe bakora. Na haya ni maneno wameeleza wanawachuoni, wapigwe fimbo hapo.